Deko mdingi baba mtoto, huwa sina ligi kwenye binti mnato, bimbika mbali kama wezi, huu moto chafuta futa, tayari nimechafua pozi. Kutwa mara tatu, bro utaongeza dozi. Niko single sina kit kwa radio wala sina kiki, ni fresh Mr Romeo. Vocha kisha muda ongeza salio, sina muda wa kushindana na mkeo watu anabaki nyuma polepole pole. nikifunga mbao anashangilia kelele, nikiumia vidonda na nitibia pole, raka jua vitu kunipimia. Sio maneno mengi, ananyonesha vitendo, niko real, sipigi picha za kujionyesha. Ninachora ficha kimyakimya bila kelele, mta unaniua taa bila kamera. Nikipita macho yangeuka kama sinema. Wao wanapenda wow sana drama, mimi nacheza life kama chesi odama. Sifanye haraka, najua timing kila move ninafanya iko calculated. Wao wanabishana nani nani? Mimi na invest muda, akili na stamina. Niko chini lakini mawazo juu, nimekataa kuishi maisha ya kukopi. Wananiona kimya, wanadhani sina clue, lakini plan zangu nzito kama lori. Sina chuki sina beef ya mitandaoni, nina focus na malengo ya familia. Kesho watoto waseme baba alijitahidi, sio baba alipoteza muda kwa stori za watu. Mike nikishika moto au zimiki, bars inadunga kama sindano ya hospitali. Hii sio bahati wala bahasha, ni jasho, ni subira, ni akili. Dingi baba mtoto, jina litaishi hata nikinyamaza. Muziki unongea. Freestyle hii ikipita kwa spika wanatikisa kichwa na nimemaliza. Kutoka familia kubwa kitaa kiozi. Yeah, yeah, yeah. Kutoka familia kubwa kitaa kiozi Familia kubwa kita kiozi tuko, yeah, yeah, yeah. Familia kubwa kita kiozi yeah, yeah, yeah. Nijasho msibiru Dingi baba mtoto, Dingi baba mtoto.